Lakini leo hii nimekuja mimi kwa sababu moja kubwa, ni jambo ambalo limekuwa likiendelea kwa muda mrefu, swala la wakazi sasa, sijui niseme wakaeneo ama kitongoji hichi ambao wako ndani ya hapa Western, sindivyo? E, kaeneo ambapo kalikuwa kamepimwa kwa ajili ya matumizi mengine lakini vilevile kuna wananchi ambao wapo hapo. Sasa ukiwa Dodoma kule wizarani unaiona vitu kwenye makaratasi, nikasema nifike mwenyewe nije kuwasikia wananchi wanasemaje juu ya jambo hili, na tuweze kufikia mwafaka wa jambo hili na tulifunge liishe kabisa, isiwe ni jambo ambalo isiwe ni jambo ambalo linaibuka kila mara, na kila kiongozi anayekuwepo jambo hili linarudi mwanzo, halifikii mwisho. Mwisho wa siku tutakuja kujikuta kuna vizazi na vizazi vipo, lakini bado havina uhakika na kesho yao, bado hawajui wanaenda wapi kukaa, na wala hawana umiliki wa ardhi yoyote ile. Kwa leo nimefunga safari kuja hapa, kwanza niwasikilize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 Narudia tena kuweni na amani katika maeneo hayo mpaka hapo tutapopata suluhu ya kudumu Huseni, mnapokuja hapo kaeni na hii timu ya watu kumi na saba, mpitie kimoja kimoja na maelezo yao watayo yasema, mkae na halmashauri. Nimesikia hapa neno ya kwamba huenda kuna mtu alikuja kwanza kununua kwa mtu alafu baadaye ndo akageuka mwekezaji na kuanza kutenga maeneo ya uwekezaji, nadhani nimesikia hapa mtu kasema, si ndivyo jamani? Na lenyewe hilo tulipitie, tuweze kuona, lakini kwa sasa nasema na, na kwamba hatoki mtu. Kwamba kuna waliochaguliwa wamechaguliwa kina nani kwa ajili ya kufanya nini? Uchaguzi tulifanya mwezi Novemba mwaka 2024 na na tulimaliza, na mwenyekiti amepatikana. Kwa hiyo kwa mujibu wa sheria mwenyekiti huyo ndio anayetambulika. Kama kuna jambo lolote, mwenyekiti huyo ashirikishwe, ahusishwe, na najua kwenye ngazi ya kitongoji huwa kuna kamati inayoongoza kitongoji. Sasa kama anazungumzia hiyo ni jambo lingine, kuna kamati inayomsaidia mwenyekiti kuongoza kitongoji, lakini yeye amezungumzia ni kama vile kuna vitongoji vingine. Hilo haliwezi kuwa hivyo. Kitongoji cha Luhafwe kinafika mpaka huku na ni kitongoji ambacho kiko chini ya kijiji cha wapi, Vikonge, si ndio? Kwa hiyo naomba hili nalo tuelewane. Lakini pia lingine limezungumzwa, mambo ya, ya mihuri mimi naomba hivi, kama kuna viongozi wa zamani wana mihuri, waikabidhi haraka sana kwa mkurugenzi wa halmashauri ya Tanganyika, kwa sababu sasa niagize vyombo vyangu vya usalama vya mkoa pamoja na wilaya, baada ya siku tatu, kama kutakuwa kuna mihuri ambayo sio ile ambayo mkurugenzi mtendaji amemkabidhi mwenyekiti wa kitongoji hiki au mwenyekiti wa kijiji, mihuri hiyo itakuwa ni batili. Sikitika leo miaka mitatu hakuna maendeleo Western. Nani aliyejenga msazi katika ndani ya miaka mitatu wa wa mia kwa watu wa western ni nani jamani, anyoshe mkono leo, miaka mitatu maendeleo kwa watu hamna, nyumba nazolala yani masikini wa mtu kifika. Ni masikitiko kila tukita uwekezaji, uwekezaji, uwekezaji, uwekezaji umetoka wapi? umekuja kusuluhisha huu mgogoro, nataka usuluhishe kulingana na, na maelekezo aliyokupa Mama Samia, sio kusikiliza hoja za watu. Sasa kitu ambacho kimekuja kuleta mgogoro ni swala la uwekezaji. Hili swala la uwekezaji limekuja nguvu zaidi. Sasa mimi nikiwa mwenyeji nashindwa kuelewa uu uwekezaji umetoka wapi? mgogoro hapo nyuma uliokuwepo ni wahifadhi na huo wahifadhi alikuja kuumaliza mheshimiwa Pinda, na mpaka wake hapo walikoweka bikoni. Ongeza maiki tu wakusikie wote, walikoweka bikoni nika katika mto gani? Mto wa nani? huo mto... Ah, la haula e, mto Ipeta kuna bikoni, hilo swala likawa limekwisha wananchi walikuwa tutoke tuondoke. Sasa tunajiuliza sisi wazawa, tunatoka hapa tunakwenda wapi? Tunakwenda wapi? Lakini mheshimiwa alilimaliza, tukakaa salama mpaka kufikia hivi sasa. Kitu cha ajabu ambacho kimeleta mgogoro ni wawekezaji, kwamba uwekezaji umetoka wapi? Nikijiuliza mimi kuwa uwekezaji mimi siujui, haupo kwa sababu haya maeneo ni ya tangu zamani.